Ok, karibu kwenye wasa mwingine tena. Siku ya jana bana, tumeweza kufanikiwa mkeka mmoja tu ambao nilituma ozi nne YouTube, katika YouTube nadhani mliona. Uliofanikiwa mkeka ulikuwa ni ozi nne point 92. Mkeka ulikuwa ni huo hapo, ambapo nilimpa huyo away Everton apate kona nne, nikampa handicap huyo Real Madrid ya kona, Fulham na Man City nikapa wa goli mbili Alves ilikuwa ni Copa Italy, nikawapa magoli mbili Borussia Monchengladbach na huyu St. Paulo nikawapa magoli mbili, tukaweza kufanikiwa mkeka huo wa siku ya jana wa odds nne ambao niliposti katika YouTube channel. Nadhani mnauona. Yes, ndo huo. Yes, huu ni VIP ambapo niliposti tena, zilikuwa ni huu ulikuwa ni Yes, ndo ambao nilitumia tena VIP kwa sababu ni mkeka ambao ulikuwa, ukiuangalia kwa makini, umesimama zaidi. Nilitumia VIP tukawa tumefanya, tumeshinda. Sasa, ngoja nitoe makosa ambayo labda tulikosea siku ya jana. Huo ni mkeka ambao niliposi kwenye group langu ambao ulikuwa ni wazi 10, tulifeli mechi moja tu. Hapo kama unavyoona. Nilimpa Everton apate kona. Sasa, Everton ni mzuri kweli sasa hivi, amesimama sana ndio maana nilimpa. Apate kona nne, yeye mwenyewe nikampa Real Madrid, nikaipa hiyo timu ipate kona tano kona sita, ene ilipata kona tatu kwa tumefeli. Nikampa Leipzig nikampa kona, kona kumi na huyo akatoa kona kumi. Juventus, nikampa goli mbili katika kumi, tumefeli mechi moja tu kama unavyoona. Odds kumi pointi arobaini na tatu umekosa mechi moja tu hivyo. Haya, nikatengeneza tena mkeka mwingine, ilikuwa ni huu, upo kwenye kawaida, ilikuwa kwenye... Anyway, nilikuwa niliposti kwenye YouTube, umkeka huu mkeka huu alifei tena mechi mbili tena kama unavyoona, feli mechi mbili, niposti YouTube kama vile Katia tina mkika zisita ambao ulikuwa ni kwenye grupu la free, ambapo ilifeli mechi moja tena pia. Hmm? impa umtimu apate kona tano. Baseli ndo alitufalisha dhidi ya Potevale. Potevale ni mbovu sana, ila Baseli alikosa goli moja tu kuweza kufanikisha mkika wetu, goli moja tu alifeli kutufanikisha mkika wetu. Sasa hii hapa ndio iliniuma zaidi, kwa sababu kuna watu walikuwa wamesteki pesa zao ndefu na wakawa wanapewa keshauti Newcastle. Dakika ya, ya mwishoni alirusi ya goli Newcastle. So kipindi cha kwanza walienda sare, kipindi cha pili Newcastle akafunga goli, kipindi cha pili hicho akarudishiwa, kipindi cha pili hicho akaongeza goli. Kwa hiyo keshauti dakika tisini, tisini huko tisini na moja ilikuwa mwindi amesha kanji bai ashatoa kesha out yote, lakini tuliweza tukafeli. Tukafeli kwa sababu Newcastle aliruhusi tena goli. Yani hii ilikuwa ni ashinda yoyote, ilikuwa ni mkika mzuri sana ambapo ulikuwa hauna mashaka kwa mtu yoyote yule. Yani, ni kuonyesha, kuna watu jana wamelia wakasema bora ningekesha out. Almadi tulimpa kona tatu alipata kona nne huyu ashinda yoyote ilitoa kadilifu na huyu ashinda yoyote ilitoa yukesna tote ashinde yote dakika za tisini na tano dakika ya tisini na tano aliongeza dakika sita, akarudishiwa goli dakika ya tisini na tano. Sjanamilolinuma sana umke kalolinyuma sana sana sana sana sana sana, sana, sana. Nisizungumzie uongo jana linuma sana, hizo zitano zilipotea namna hiyo. Kwa kubeti ni bahati. Hakikisha una account ya Sportbet iliwe kuweza kuwa unabeti mke ka yetu, una unabeti mkeka yetu na kuchukua kodi kisha una stake. Play Store andika nendaandika kisha uta kisha download download kisha then uta kama hauna account ya ya Spotbet, uta create account kisha utaendelea kutumia kama kawaida, lakini kama una account kisha utaandika namba yako kisha uta log in kisha kuweza kufanya kuandika kodi ya mkeka ambao unakuwa nimetuma kisha kusteki. Na sisitiza tena, nikiwa natuma mikeka hakikisha kwanza unaichambua, hakikisha kwanza unachambua, kuangalia una edit ili kupata matokeo ambayo yatakuwa yana tofauti zaidi, sababu mimi naweza kuwa nimeweka hivi kupata mawazo mengine kuweka hivi, kwa mfano umefanikiwa. Ila kwa siku ya jana bana, tumeweza kufanikisha mkeka mmoja tu ambao ni post YouTube, ulikuwa na odds 4.92 ambao ndio uliofaulu faulu. Unaona walikuwa wanatumia brother, nimeweka hiyo, lakini kesho tu mpaka anatia hivi, lakini ni kesho. Yani mtu anaskrinshot hadi matokeo, kwa hiyo ni kesho. Jana alienda na hela yetu, kesho jana alienda na hiyo. Ndio mkeka ambao tulifanikisha kuwin. So leo tena ni siku pia, subiri kwa mikeka ya uhakika, kisha uiangalie kisha ustake, stake yako. So niwatakie asubuhi njema, nawapenda sana Kae mkaa wakula kwa mikeka ya leo. Leo mechi ziko nyingi sana, cha msingi cheza kistaarabu.